Nataka biashara yangu mimi ni ndogo jamani, sapoti yenu inahitajika sana sana sana. Naanza kukoroga ili ikuwa g sa maji moja. Unaona urojo umezidi kuwa mwingi hapo. Tena niliongeza nyingine, nikaendelea kukoroga likawa liuji lizito. Hivyo ndivyo the way unakoroga na ndivyo sabuni yako itakuwa nzuri. Nikaendelea kukoroga nikaongeza tena maji, nikaendelea kukoroga. Hapo bado nimeweka chumvi na slesi. Sijaweka kitu kingine. Hapo nikakoroga zangu sulfonic. Nikaweka kwanza soda ash asilimia sitini na alkatu asilimia moja. Nikakoroga, lakini ikiwa ni mwanafunzi wangu nitakuelekeza namna ya kufanya taratibu. Baada ya kuweka hiyo hiyo vitu nikamimina kwenye sabuni yangu, hapo tayari nimeshaweka sulfonic, nimeshaweka soda ash, nimeshaweka alkatu. Kaendelea kukoroga paka hivyo unavyoiona na naee